Asanteni sana. Mimi naitwa Joseph Mbilinyi aka Sugu, masa wale kule wananiita Jongwe, awao wafanya biashara zangu kule wananiita Tiger. That's me. Asanteni sana makamani. Ndugu zangu Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Taifa na meza kuu yote Itifaki nimeitambua ndugu zangu, tuko kwenye ziara maalum ya operation no reform no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Ziara hii itachukua takriban siku 48 50, hamsini tumeanza tarehe 23, Mbeya mjini, tukapiga mtiti pale viongozi wote wa taifa wakiwa pale, mwenyekiti na makamu. Baada ya hapo, viongozi wakuu wakagawanyika, mmoja akaenda ruti ya kuelekea Iringa, Njombe, Makambako na kadhalika, mwenyekiti akachukua ruti tumefika tumekuta chama chetu kiko imara sana na watu wote wanapokea ujumbe wa hakuna mabadiliko hakuna uchaguzi. Leo ndio kwanza tuko siku ya sita, leo tuko siku ya sita ya hii ziara, tayari CCM wako hoe. Tukifika siku ya kumi mpaka ya kumi na nne sijui itakuwaje. Shauku yenu tunaiona ya kutaka mabadiliko. Kila tulikopita, tumekuta wananchi wako tayari kwa mabadiliko na wamejiandaa kusikiliza tunaendaje mbele, na ndiyo maana sasa sisi tuko hapa. Lakini pamoja na kiu yenu ya mabadiliko kupitia uchaguzi, kama chama kikuu cha upinzani tunaoliongoza taifa hili, kwa kuwa CCM ameshindwa, tumeona hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi katika mazingira yaliyopo sasa ambayo siwezi kuyarudia yote kwa sababu kila kiongozi kayasema hapa. Haiwezekani, ili mbunge au diwani wa CHADEMA atangazwe lazima mabomu ya polisi yaliye, yale mabomu, seza, mabomu ni gharama sana. Zile fedha wanazotumia kwa wananchi kupiga mabomu kwanza ni kodi zetu. Yaani, kwa hela zetu wenyewe wananunua fimbo ya kutuchapa twanzi sana, hao watu anzi kabisa. Fedha wanazotumia yeah, kwenye mabomu zingetosha na zingefaa kutumika kwenye madawa mahospitalini, ambayo sisi wananchi ndio tumefaidika, na sio kutupiga mabomu wakati tunafanya zoezi la kuchagua viongozi tunawataka. Haiwezekani ili mbunge wa Chadema au diwani wa Chadema au mwenyekiti wa kijiji wa mtaa atangazwe basi watu wapigwe, watu wapate ulemavu, watu wauawe. Mimi ni mhanga pia wa mazingira magumu ya uchaguzi, na ndio maana pamoja na kukomaa na kuwa mbunge kwa miaka kumi, lakini siko tayari tena kurudi kwenye uchaguzi katika mazingira ambayo nilipitia elfu mbili na kumi wakati nagombea kuwa mbunge wa Mbeya mjini nilipata kura za kutosha sana, lakini mpaka kuja kunitangaza ilibidi mabomu yapigwe na sisi tuchome matairi, tukate miti, tuweke barabarani, turushe mawe. Sasa haya mambo gani? Pamoja na hayo yote, bado mwanamme ni komae. Yani tumeshamaliza uchaguzi, mna ni matokeo yangu ninayo kwa pana, yanajulikana kama kura, labda ni elfu kumi kama mimi nimeweka kwa pani matokeo elfu saba tayari, mimi nimeshinda kwa sababu elfu tatu lakini bado wananiweka mwanamume, kwenye kituo cha majumuisho siku tatu pale, mpaka nakaa bosi naloa tope kwa sababu ya kusubiri kutangazwa. Hapo nje wa masea wanarusha mawe, masea wanasoma matairi, sasa hii mambo gani? elfu mbili na kumi na tano kwa majina anaitwa Huseni Abubakar ni mteja wa Yasi kwa takriban miaka 34 kwa siku hizi mia moja za Yasi. Kitu ambacho napenda kuwapongeza zaidi ni uboreshaji wa application ya Mixx by Yas app kwamba inaniwezesha kutuma miamala kwa watu wengi kwa wakati mmoja, kulipa ankara mbalimbali za makampuni na serikali, na pia inasaidia pia katika ukataji wa tiketi za treni SGR. Yeah, pia napenda pia kuwaomba waendelee kuonyesha ushirikiano na sisi publiki pamoja kwa serikali yetu kwa ujumla katika kujenga nchi yetu. Hakuna uchaguzi kwa sababu hatuko tayari tena kuwa mbunge mimi siko, sina raha kwamba ili niwe mbunge lazima watu wanne watano wamekufa. Inakuwa haina maana sana. Tunataka uchaguzi huru haki tume inayoenda kusimamia haki za mpiga kura, haki za mgombea. Wananchi wachague mtu anayemtaka, ili aende akawaongoze na kuwasikiliza. kama alivyosema Makadoka, hauwezi kuwa na kiongozi hawa hawa ambao wanachaguliwa wanapitishwa kwa mabomu, wakakusikiliza bwana Vwawa, kwa sababu wanajua hukuwachagua. Kwa hiyo wanajua hata wafanyaje, wasipokusikiliza, wakikunyanyasa jua kwamba uchaguzi unaofuata wanatangazwa tena kwa mabomu. Hiyo ya kutangazana kwa mabomu ndio tunaenda kuikomesha, na mwenyekiti taifa atakuja kuielezea hapa. Kunja ngumi niwaag wakati nawaanyulia mwenyekiti wa taifa. Kunja ngumi Vwawa, kunja ngumi Vwawa, kunja ngumi Vwawa! Asanteni sana, sasa naomba nimnyanyue mwenyekiti wa taifa ili tumpe muda wa kutosha ali kuzungumza na nyinyi kabla hatujatoka hapa kwenda Mlowo my friend.